Chief guest, sherehe yetu ya siku ya leo ni kuhamasisha wananchi kuhusu mpango wa uzazi, na tumesikia kutoka kwa wataalamu wetu wale wa Mias na yule wa kaunti. Sasa maneno yanayobaki yatasemwa na chief guest Dr. Lila, lakini kabla nimwite, ninataka kushukuru CHPs kwa sababu ukitaka kufaulu mambo ya mpango wa uzazi, ni nani anatambua kwamba huyu mama ako kwa age ya reproductive age? Ni nani CHP, ni ukweli. Ni nani anatambua huyu mama ni mjamzito azalie hospitali? Ni nani anatambua kwamba amejifungua? Ile family planning, msichana um, wetu wa Japaigo, amesema post Tam family planning huyu mama ampewe, ni nani atatambua? CHP. Kwa hivyo nihimize community health promoters wafanye house to house, watambue wale wako uh, tayari ama kama hawako tayari, wapewe uh, ma, mafundisho watambue ni njia gani ya mpango wa uzazi watachukua. Nataka kusha kushukuru wale wote wamekuja. Mnaona kuna wamama pale, kuna wazee. Hiyo ni muhimu sana, kwa sababu watakapopata elimu hii, njia zote tunatambua. Leo tunapeana, siku ya leo mwisho kabisa, kuna SHA registration. Community health promoters, kila mtu tunasema kwamba tuhimize kila household ikuwe registered kwa SHA, na akiwa registered kwa SHA atapata matibabu ya bure ya outpatient kutoka kwa hospitali zetu haswa level 2 level 3, muhimu sana. Kwa hivyo hapo mbele, asipokuwa registered kwa SHA, matibabu itakuwa ngumu. Mwisho, serikali inaweka mpango kusajili wale wote wasiojiweza, tunasema vulnerable population, ili walipiwe. Uh, hii mfumo wa SHA na serikali na watu tu wenye watatusaidia kutambua ni nani hajiwezi. Tunataka kuhimiza administration iliona sub county administrator, so that tunatambua kwamba the the community community area administrator, the community health promoter na village elder watusaidie kuanzia wiki ijayo tunasajili wale wote ambao hawawezi, uh, kujimudu, vulnerable population. Tumeweka mpangilio, tumeweka checklist ili Rose, ambaye ni chief officer, asiweke tu rafiki yake ama mmoja wao wa familia. Kwa hivyo, tutatambua ni nani kabisa hajiwezi ili wasaidike, na Kakamega tumepewa idadi ya kuwasajili hao. Kwa hayo yote nataka kuwashukuru kwa sababu tuko hapa kwa wingi, na nishukuru kwamba tuko hapa. baada ya hii twende tuchague mfumo wa mpango wa uzazi. leo mimi nimekuja ninataka kupewa ile permanent ile ya coil. si mnipigie makofi leo nitawekewa coil siku ya leo na niwe mfano kwa wamama wale wanaogopa, pengine wanasema itaenda